Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu hali ya kibinadamu nchini Somalia wakati huu taifa hilo likikabiliwa na mafuriko pamoja na utovu wa usalama unaosababishwa na wanamgambo wa Al Shabaab. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa, Farhan Haq, amesema ofisi ya misaada ya umoja huo kwa kushirikiana na wadau wengine, wameongeza kasi ya misaada kwa raia walioathirika licha ya kukosa kiasi cha fedha wanachohitaji kusaidia taifa hilo. Licha ya mvua kubwa kunyesha katika maeneo mengi ya nchi, hali ya ukame na joto imeendelea kuwepo katika maeneo ya mikoa ya kaskazini. Ocha inasema kuwa mafuriko yanakuja wakati kukishuhudiwa upunguzaji mkubwa wa ufadhili ambao umewalazimu washirika wetu wa kibinadamu kupunguza au hata kufunga programu muhimu. Katika mpango wa kupata dola bilioni 1.4 kama msaada wa kibinadamu, ni asilimia 11 pekee ndiyo imepatikana hadi sasa ambapo dola milioni 158 ndizo tumepokea. Ni sauti yake Farhan Haq, naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa.